Ya kuendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo imekuwa ikiendelea katika mionga hivi Man. na mazingira haya ni neema ya ajabu sana, kupata nafasi ya kukumbushwa wakati ukiwa hai Man. kupata nafasi ya kukumbushwa wakati ukiwa timamu kabisa. Ninakukumbuka kisa kimoja kwenye Bibilia, yuko tajiri moja, nikana kwamba hakusikia habari ya Injili, hakusikia habari ya matumaini. Ulipofika wakati fulani, amechoka ametindika, amekufa, yuko mahali pa mateso, amekufa, yuko mahali pa maangaiko, akasema: ninaomba mtume wa watu duniani wakawaambie, ndugu zangu ya kwamba maisha hayako kule ambako anatazamia, maisha hayapo kwenye utajiri ambako mimi nilikuwa nimetazamia, inaomba mulitume niende nikawambie. Ndipo sauti ya Musa ikamwambia hapana, huko duniani wapo wakina Mwangosi wanahubiri, wako wakina Yusufu Mwakatala wanahubiri heri wanahubiri yeah. Wasipowasikiliza hao nao yeah. Watakuja hapo walipo yeah. Katika maandiko hayo yanalikumbusha yeah. Kwamba tunapokuja asubuhi ya leo katika biungahiji yeah. Tunaposema habari hizi tunakukumbusha kwamba jiko siko siku ambazo hutatamani kutengeneza hutatamani yeah. Kubadilika yeah. Lakini mpendwa utakuwa umechelewa yeah. Ni sasa wakati wa kibali. Ni sasa wakati wa, wa kumpokea Yesu. Ni sasa wakati wa kulikiri jina la Mungu. Ni sasa utakapochelewa, wakati huu upo, wakati ambao na utasamia, pengine unafikiria kwamba waje kwanza kwa useekeseeke kwanza kwanza uchokechoke akalikwambie watakuitia mchungaji wako, atakuja atakuombea maombi ya kila namna, lakini uwezo wa Mungu hautauona, lakini uponyaji wa Mungu hautauona, lakini nguvu za Mungu hautaziona. Kwa nini? Kwa sababu wako watu wamehubiri Injili. Tunapohubiri Injili kama hivi, tunapotamka habari za ufalme wa Mungu kwa sura kama hii, uliona kwamba wamechanganyikiwa. Fanya. Hawa watu pengine hawajielewelewi. Nataka nikwambie jiko, siku mbaya zinakuja mbele yako. Tafadhali ungekumbuka kubadilika, ungekubali. Subuhi ya leo Mungu amelituma na lake nikutoe katika maangamizo, nikutoe katika mateso, nikutoe katika masumbufu ambayo yamejazwa katika dunia na kuwapata wanadamu. Haleluya. Kimsingi, katika hayo yote ambayo yamekuwa yakiendelea yeah. Ni vyema sana yeah. Ni vizuri sana yeah. Ungefikiria kwamba kila mwanadamu aliyoko chini ya jua yeah. Siku zake za kuishi ni chache, nazo zimejaa tabu na mangaiko yeah, yeah. Nazo zimejaa tabu na masumbufu, sema hapo Amen. Tabu ya Mathayo sura ishirini na moja tuendelee kukumbushana, azia kwanza kushuka hapo chini kidogo. Masayo ishirini na moja stari wa kwanza nasema ndiyo walipokaribia Yerusalemu mm -hmm. na kufika bes... kufika besfiga ndiyo katika mlima mezeituni ndiyo ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, mm -hmm. Nendeni katika kijiji kile, ndio kinachowakabiri, ndio na mara na mara, mtoano mtaona punda amefungwa, ndio na mwana punda pamoja naye, ndio wafungweni, mniletee mm. mniletee ndio na amefungwa na mwanapunda